Kwa jina anaitwa Azmina Asedi ni kijana kutoka kwenye jimbo la Kwahani. Aa, kama tunavyojua, ifikapo tarehe 29 mwezi huu Oktoba 2025 kutakuwa na jambo kubwa sana ambalo jambo hili ni jambo la kitaifa. Kama kijana, ni washauri vijana wenzangu tujitokeze kwa wingi kwenye kwenda kupiga kura ili kuchagua viongozi ambao tuna uhakika kabisa watakwenda kutuletea maendeleo Tumeona Dr. Hussein Mwinyi ameshaanza kufanya mambo mengi, ametekeleza ilani ya chama cha Mapinduzi na amekamilisha na amepindukia mipaka. Kwa hiyo twende tukamtilie tiki za kutosha ili kusudi sasa a, baada ya uchaguzi huu aweze kupata kibali cha kuendelea kuimarisha yale maendeleo ambayo ameyakusudia. Lakini si hivyo, tutusishie kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi peke yake, twende pia tukapige kura ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, ama mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi kule Tanzania Bara, kwa maana Tanzania kiujumla. Tune tukamchague naye akamilishe yale aliyoyaanza. Mambo ni mengi mazuri sana, maendeleo ambayo kwenye ilani yake a ya sasa hivi aliyoyazungumza ni mambo makubwa sana sisi kama vijana tuna fursa nyingi. Kuna fursa za ajira, kuna fursa za kielimu, kuna masuala ya sponsorship na mambo mengine mengi na lukuki ambayo yapo kwa ajili yetu. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, tuhamasishane alfajiri sana, twende tukapige tiki, ili kusudi tukimaliza kupiga tiki turudi nyumbani tukakae kitako kupumzika, ili tupishe na wengine nao waende wakafanya hilo zoezi. Tujitahidi sana kulinda amani yetu kama viongozi wetu wa nchi wanavyotuhamasisha um, kila kukicha, tulinde amani yetu, tusiingie kwenye migogoro isiyokuwa na ulazima. Kapige tiki, ukimaliza kupiga tiki kura zako zote tano. Kama kwa sisi Wazanzibari, tukimaliza kupiga tiki tuhakikishe tunarudi nyumbani mapema, tunapumzika kwa ajili ya kusubiria matokeo na kutangazwa kwa ushindi. Hayo ni majukumu ya NEC pamoja na ZEC. Sisi jukumu letu ni kwenda kuhakikisha tuna tiki tuna tiki tuna tiki na kutiki. Oktoba tunatiki.